CCM inatambua taifa lolote duniani linalohitaji maendeleo ya kweli haliwezi kupiga hatua mbele za kimaendeleo kama hakuna amani na utulivu kwenye taifa hilo. Kwa tuliahidi amani na utulivu vitaendelea kuwepo nchini, kwa tuliahidi kuilinda amani ya nchi yetu na utulivu, tumefanya, tumetekeleza, tumelinda amani na utulivu endelea kuwepo katika nchi yetu. Wana Handeni wenzangu, tabia ya mwanadamu hajui thamani amani ya jicho mpaka siku atakapoteza uwezo wa kuona. Tabia ya mwanadamu hajui thamani ya sikio mpaka siku atakapoteza uwezo wa kusikia. Tabia ya mwanadamu hajui thamani ya mkono mpaka siku tabia mwanadamu hajui thamani ya mguu mpaka siku utakapokatwa. Mwana Handeni, mwana Kwa Msisi, mwana Tanga, Mtanzania hajui thamani ya amani mpaka siku itakapotoweka kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusikubali tarehe 29 kuingia kwenye huu mtego. Tuliahidi kuitunza amani, tumetekeleza. Tuliahidi kuutunza utulivu, tumetekeleza. Kwa tukisema tulikuja mwaka elfu mbili na ishirini Tuliahidi na tukatekeleza, tunamaanisha kwamba tuliahidi na tumetekeleza. Mmepata mbunge chuma, bendera chuma, mlingoti chuma. Tutahakikisha ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi tunaenda kuisimamia vyema, tutahakikisha kwamba miundo mbinu inaenda kukamilika. Lakini nikiwapa dondoo kidogo, ni kwamba ndugu zetu wa Kwasunga lami inaenda kutandazwa pale mkeka zile kilomita 21.5. Lakini ndugu zangu wa Kwa Msisi, mengi mwenyekiti wetu amezungumza, lakini naomba niwape neema. Kiwanda kinakuja kujengwa Kwa Msisi, kiwanda cha kuchakata mkonge sisiemuoye. Kiwanda kingine kitajengwa Kabuku, kingine kitajengwa Taula, na kile cha Taula kina asilimia 95.